Hadi sasa gharama zilizotumika ni kiasi cha shilingi milioni sitini, ambapo serikali ya mtaa wa Changombe na Chilwana walichangia fedha shilingi milioni kumi na nne, yani milioni saba kwa kila mtaa, na wadau wa maendeleo walichangia vifaa vya ujenzi ambavyo vilipigwa thamani na kuleta thamani ya fedha iliyotumika kama ilivyoainishwa hapo juu. Ili kituo hiki kiweze kukamilika, kazi zifuatazo zinatakiwa kufanyika: kuweka umeme na maji, kuweka milango ya madirisha ya vyoo, kuweka marumaru, kuchimba choo, kujengea na kukamilisha mfumo wa maji taka. Kwa ujumla, kituo hiki kimejengwa kwa nguvu za wananchi. Nimefika kukagua, kuwashukuru, kuwapongeza kwa kazi nzuri wananchi walioifanya katika ujenzi wa kituo hiki cha polisi Ihumwa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo kuja kuwatia moyo tumekuja na, na sisi tumekuja na maboksi ishirini na sita ya tarizi ambazo zitasaidia katika ukamilishwaji wa kituo hiki cha Ihumwa. Mbali hayo tumeona wananchi wameona watuunge mkono kwa kufanya harambee na kupata kiasi cha fedha taslimu zaidi ya milioni moja na laki sita, lakini na hadi vile vile tumeweza kupata sasa. Kwa Ihumwa hapa ni mji ambao unakuwa e, kuna wakazi wengi, bila kusahau e, matarajio ya serikali ya ujenzi wa bandari ya nchi kavu ambayo inatarajiwa kujengwa hapa Ihumwa. Kwa hiyo sasa sisi tumeenda mbele zaidi kwamba tutakapokuwa na bandari hapa ya, ya nchi kavu kama ilivyotangazwa sasa kwa hiyo lazima tufanye maandalizi mapema kwamba tujenge hiki kituo ili kuweza kuhakikisha kwamba eneo hili linakuwa salama salimini, sababu kama kuna huduma mbalimbali shughuli za kimaendeleo zikiwa zinafanyika, kukiwa na uhalifu, hata maendeleo ni vigumu kuweza kupatikana. Kwa hiyo jeshi la polisi kupitia falsafa au kupitia dhana ya ulinzi shirikishi, kwa namna moja au nyingine lazima tulishirikiane na wananchi ikiwemo katika swala zima ya ujenzi wa vituo vya polisi lakini na kuanzishwaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi ili kuhakikisha kwamba mkoa wa Dodoma unakuwa salama. Mpango wa kujenga vituo vya polisi kwa kila kata, ambao sasa huo ndio mtazamo wa jeshi la polisi kwamba kila kata iwe na kituo cha polisi kwa kuanzia, kwa kushirikiana na wakurugenzi, lakini na wananchi nao changia katika ujenzi wa, wa vituo vya polisi. Hii zoezi ni endelevu kwa kata nyingine. Bado kuna maeneo mengine wananchi wamejitolea kutoa maeneo yao eh, kwa ajili ya ya mi serikali ya vijiji ya mitaa imetoa maeneo yao kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya polisi. Kwe, kwa hiyo wananchi kwa kweli wana moyo wa kutaka huduma ya polisi iwe jirani. Tujenga vituo kwenye kata itasogeza huduma za polisi karibu na wananchi. Kwa hiyo unakuta wananchi wakifata huduma kutoka mbali, ukiwa kuna umbali mkubwa au mbali mrefu, wengine wanaweza kukata tamaa kwenda kulipoti matukio ya uhalifu. Lakini uwepo wa kituo cha polisi itasababisha au inapelekea mwonekano wa polisi, yaani polisi visibility, kwamba polisi watakuwa wanaonekana kwa wingi sana katika kata, katika makazi ya wananchi, na ushirikiano ukiwepo na wananchi Wahalifu hawawezi kuishi maeneo hayo, watakimbia au wataacha uhalifu. Lakini uwepo wa kituo hiki, hata elimu ya ulinzi shirikishi, elimu kuhusiana na masuala mazima ya ulinzi na usalama, itakuwa ni rahisi kutolewa kwa wananchi. Kwa hiyo kwa hali hiyo kwa ujumla, uh, ni imani yangu kubwa kwamba itapelekea uhalifu kupungua, kama sio kuisha katika kata zote sio tu hapa Ihumwa, katika kata zote zilizopo ndani ya mkoa wa Dodoma. Wito wangu mkubwa ni wananchi kuto kujihusisha na uhalifu, eh, wananchi kukemea uhalifu, lakini kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi mkoa wa Dodoma katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Bado tunahitaji mshikamano, tunahitaji ushirikiano kutoka kwao kwa hiyo jeshi la polisi kwa kweli linatuunga mkono kwa asilimia mia moja ikiwemo usimamizi wa kuhakikisha jengo linakuwa, e, linakuwa katika viwango vinavyotakiwa na jeshi la polisi pamoja na wizara ya mambo ya ndani. Nilipongeza jeshi la polisi e, chini ya kamanda wa mkoa wa Dodoma ndugu yangu Katabazi, kwa kweli amekuwa ni mshiriki mzuri, lakini sio kwa kata yangu tu kwa sababu mimi ni diwani tunakaa kwenye, kwa, tunaona wanavyoshiriki hata kwenye kata zingine kuhakikisha kwamba jiji la Dodoma au mkoa wa Dodoma unakuwa salama, kwenye mambo ya kiuhalifu unatokomea kabisa. Napenda kuwashukuru jeshi la polisi kwa ajili ya ushirikiano pamoja na sisi wananchi. Asante.